Katika video ya leo tutakwenda kuangalia jinsi ya kuweza kuangalia matokeo ya kidato cha nne pale yatakapoweza kutoka. Hatua ya kwanza nenda katika Google kwenye simu yako, alafu baada ya hapo, search neno NECTA. NECTA utabonyeza hapo go au uta search, alafu baada ya hapo utaweza kuona website ya NECTA namna hii utaweza kuona hii ya result. hii ni result ya form Tenanayo, hii ni NECTA pages. Kwa hiyo unachotakiwa kufungua ni sehemu hii ya NECTA pages utafungua hapo. Baada ya kufungua hapo website ya NECTA, itaweza kufunguka namna hii, utaweza kuscroll chini kidogo. Ukiscroll chini hapa utaweza kukuta matokeo hayo ya form four katika sehemu hii ya News. Lakini tofauti na hapo, utakuja kwenye hivi vidoti vitatu hapa juu, utavigusa hivi vidoti. Baada ya hapo, utakuja sehemu hii ya result, utabonyeza hapa kwenye result baada ya hapo utashuka mpaka sehemu hii ya CSEE hii -E -E, maana yake ni Certificate of Secondary Education Examination. Utafungua hapo linki ya 2025 utaweza kuiona katika sehemu hii, linki ya 2025 utaweza kuiona hapa kaunachotakiwa kufanya ni kuigusa tu hiyo linki, na linki hiyo itakufungua au itakuleta mpaka sehemu ambapo matokeo hayo yapo utaweza kuyapata matokeo ya mwaka 2025 katika sehemu hii. Utaifungua namna hii, na hapa juu kuna senta zote, kuna A mpaka Z. Hapo unachotakiwa kufanya ni kuchagua senta ambayo unataka kuangalia matokeo yake. Utachagua herufi ya senta hiyo, labda ni E, utagusa kwenye E, na hapa utaweza kuona shule zote ambazo zinaanza na herufi E. Utakuja utaziona shule zote zinazoanza na herufi E, labda kama ni Edmund Rice Sinon Secondary School utagusa hapa na hapa utaweza kuona matokeo ya mwaka 2024 ya Edmund Rice Sinon Secondary School utaweza kuona Division 1 zilikuwa 91 Division 2 75 Division 3 69 Division 4 9 Kwa utaweza kuyaona hapa kwa mani mara yako ya kwanza, kuhakikisha una subscribe katika channel hii lakini pia una join katika grupu letu, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi ili uweze kupata taarifa zaidi. Asante na karibu.